Kwa hiyo mko katika mikono salama, hali halisi, kwa sababu bahati nzuri tunasimamia operesheni zote za nchi nzima. Ni wape takwimu kidogo tu muone uhalisia, kwa sababu wengine hamjui, sio? mpaka sasa hivi tuna wakaguzi wawili wa polisi wako mahabusu kwa mambo haya ya, ya Oktoba hatutii mmoja yuko Babati, mwingine yuko, yuko Mbeya. Wako magusi tuna jeshi la wananchi wa wingi wako hapo cha ngoma. Wamekamatwa baada ya kuchana bango tena afande, kwenye nyumba ya kupanga tena. Askari wamepanga ulaiani chama tawala kinabandika bango la mheshimiwa president Afu ya anatoka ndani anachana lile baba. How is the situation? Eh? wapo lakini, ukiachilia yule iteshe emunemudilamayoamekimbia amekimbia. Mpaka sasa hivi tunao mahabusu TAKUKURU wanne, sawa wawili Arusha, wamekamatiwa Arusha wawili Dodoma a mambo ya kupiga picha, wanatuma kwa wanahaba wako magulu. Mpaka sasa hivi tunao mfanyakazi mmoja wa biuti, tunao madaktari wanne kwenye hospitali za serikali, madaktari wanne, tunao walimu tisa wa sekondari na praimari. Hii ni takwimu za nchi nzima. Sasa ninaomba usiwe m